Hebwana, ni kipindi cha mvua wa majira fulani hivi. Usiku kuna saluni inayomilikiwa na mturuki mmoja hivi anaitwa Azimu. Usiku huo aliingia kijana wake anaitwa Akram. Azimu alimtambulisha kijana kwa mrusi mmoja hivi anaitwa Soika. Akram alikuwa na hasira na chuki sana, Azimu akampatia kisu aweze kumaliza kazi ambayo yeye ameweza kuianza. Upande wa pili huku tunakutana na binti mdogo aliyekuwa na maumivu anaitwa Tatiana aliingia famasi kuomba msaada fulani hivi, lakini daktari aligoma kabisa akidhani ni matapeli tu kama kawaida. Pale pale Tatiana anavuja damu na kuzimia hali iliyopelekea kuwaisha hospitalini haraka sana. Sasa kwa kuwa alipoteza damu nyingi sana ikawa ngumu kumwokoa yeye. Wakati huo alikuwa mjamzito, kwa hiyo waliweza kumwokoa mtoto, lakini walimpoteza mama. Siku inayofuata Anna ameamka anakutana na shangazi yake, baada ya kumwambia akao nampelekee mjomba mjumba yake diary ya Tatiana ili aweze kuitafsiri, sababu ilikuwa imeandikwa Kirusi. Alipokuwa anaipitia alikuta kadi iliyokuwa na, na anwani ya mgahawa fulani hivi kwa upande wake aliamini kwamba ameshapata pa kuanzia lakini hakujua kwamba ile eneo la mgahawa linaongozwa na, na gengi la wahuni fulani vya hatari sana liliongozwa na Samian kisha tunamwona mtoto Samian anaitwa Kirel alikuwa na Nikolai huyo alikuwa ni dereva wao mwaminifu sana wa familia lakini pia ni bodyguard wao Hey, you got work to do. Okay. Davai, davai.

Ana akampatia ile business card aliipata kwenye vitu vya Tatiana. Aliuliza wapi anaweza kuwapata ndugu wa Tatiana ili aweze kuweza kuwapatia mtoto waweze kumtunza, lakini Samian alikana kwamba hamjui kabisa huyo binti. Alimwomba radhi na kumwambia kwamba hawezi kumpatia huo msaada. Ana aliposema atatafuta taarifa eneo lingine, ikabidi Samian akubali tu. Ana alitaka atafsiriwe kile ambacho kimeandikwa ndani ya dayari, kwa hiyo Samian aliahidi kwamba atafanya hivyo, lakini alitaka iletwe jioni ya siku inayofuata amerudi nyumbani, ameandaa diko kwa upendo wote, lakini Uncle Stefan anaishia kumkosoa tu na kudai kwamba yeye kwani hana haki ya kusema kama kitu ni kibaya. Yaani huwa ananyooka tu, kama ni kibaya anakwambia ni kibaya, kama ni kizuri anakwambia ni kizuri. Lakini siku hiyo Ana aliboronga kwa upande wake. Ana please Not to be upande wa pili, mgahawa umechangamka sana, yaani watu ni kula na kunywa tu. Sasa Kiril alipigiwa simu, lakini kabla hajapokea alihakikisha kwamba hakuna atakayekuwa anamsanukia. Alipokea simu ile pembeni, alikuwa ni Azim, alimpatia habari fulani hivi, yani kulikuwa kuna taarifa za haraka sana, ikabidi waende katika saluni ya Azim. Azim alitaka aende na Kiril peke yake kwa sababu alikuwa anamchukia sana Nikolai, lakini Kiril alitaka Nikolai aongozane nao, sababu ni msaidizi wake. He is the

Samian alipelekewa ile dayari na alipoipitia, alimwambia ana ayo makini sana wazea. Baada ya tukio, wamerudi pombe imetawala vichwani, yaani kereli ndio hajitambui hata kidogo. Into Kurdish place. <laughs> <laughs> <Hey! Papa>! Nikolai ametoka nje, anamkuta binti anahaha kuosha pikipiki yake, lakini alijaribu kumshawishi ampelekea, kwa sababu ilikuwa ni usiku sana na waliongea mengi mno. Pamekucha, polisi wamegundua mwili wa Soika hasa kupitia tatuu alizokuwa nazo. Zilikuwa zinaweka wazi kwamba ni mtu anayetokea katika genge fulani hivi wanajiita Voy Brothers. Sasa mwili wa Soika waliupata ukiwa na tatuu kibao ambazo zote zilikuwa na maana yake. Aligundua kwamba kuna ujumbe ambao pia ulikuwa umeachwa ndani ya jaketi ya mtu huyo huku Kiril na Nikolai wa kuzawa kwenye pati. Sasa Kiril anainjoi kinomanoma na vitoto vya shule, yani vitoto vya boku mbili. Halafu Nikolai yeye hana habari. Kirili akamsogelea mrembo mmoja hivi, lakini Nikolai akamkataa mapema sana, yani hakutaka shobo kabisa. Kiril alitaka kuhakikisha kama jamaa sio shoga, kwa hiyo akataka ichape mbele yake. Kwa hiyo Nikolai <laughs> akaona sio mbaya, akafata kile ambacho aliweza kuagizwa, kisha akawekewa mtonyo mezani, huku Kiril akimpigia makofi kwa kazi aliweza kuifanya. Hospitalini, huku Ana anamtazama vyema sana mtoto na kumpa jina la Christine. Alijikuta tu anafarijika sana kila akimtazama, kwa maana yeye alimpoteza mtoto wake pale pale anaingia Samian. Ana alishangazwa sana na uje wake pale, lakini jamaa alikuja kuelezea alichoelewa ndani ya diary. Alisema kwamba amestaajabu kuona jina la kijana wake Kirill katika kila ukurasa. Tena alielezea na kazi haramu zote ambazo alikuwa anazifanya Kirill ndani ya diary. Turudi kwa Stefan sasa. Huyo mzee kumbe ni mstaafu wa hizi kazi, yaani alikuwa ana dili vizuri sana na wahalifu na zilikuwa ndo kazi zake hizo. Na alipoipitia ile dari kwa upande wake aligundua kwamba Kirili alimsukuma Tatiana kutoka ghorofani na alimpiga sana kabla hata ya kupelekwa hospitalini pia waligundua kwamba Samian ndiye aliyefanya ukatili kwa Tatiana na yeye ndiye baba wa Kristina. Kwa hiyo waliona ili mtoto awe salama, basi waachane kabisa na stori za diary, ikiwezekana asimuhusishe sana huyo Samian. Jioni fulani hivi, Nikolai yuko zake mtaa wa nyuma wa ofisi, alikuwa ikubize sana akitengeneza pikipiki ya Ana, anakuja Kiril na gari aliyojaza pombe alizoenda kupora meneo fulani hivi. Ghafla anakuja mzee Samian kwa hasira mno maana ndio alikuwa amegundua juu ya kifo cha Sioka. Okay boss, you don't have to worry. Got rid of body myself. And no one thought to tell me about it. We do what we have to, to clean up situation. Sioka was spreading lies about Kirill. I decide what's right and what's wrong. Sioka speaks to Russian desk, Scotland Yard. I swear, I, I, Sioka has brothers. Kirill has got me. Get boxes out of sight. Now you get these boxes out of sight. Siku ile ile Anna Stefan pamoja na shangazi yake Helen walikuwa wamezama ndani ya mgahawa fulani hivi, wanapata kahawa kidogo. Anaingia Nikolai na kuketi pale pale, pale mezani mwao. Alijitambulisha na alitaka apewe diary ya Tatiana, ila Stefan alitaka wapatiwe anwani ya nyumba ya kina Tatiana kwanza, lakini jamaa alisepa bila kuwapa chochote kile. Mwambo ameipata diary anaipitia sasa karatasi moja baada nyingine. Inject me every day with heroin. It's always good to to give someone who I I can trust. What was a lie? Soika was spreading about my son. I don't like to repeat this. If you want to do business with me, you must be open with me. But he's a drunk also. Like a London, city of wars. Samian alishangazwa sana na jip la dayari lakini pia alihofia, maana Stefani alishasoma kila kitu. Kwa hiyo akamtuma Nikolai aende akamuue Stefan kwa namna yoyote ile. Baada ya Ana kumaliza kazi zake, Nikolai alimwaproach akimwambia kwamba tayari ameshamtengenezea pikipiki yake, kisha akampatia address eneo ambalo wazazi wa Tatiana walikuwa wanapatikana alimwambia kwamba hilo sio eneo nzuri kabisa kwa mtoto kuweza kulelewa na kama ikimbidi, basi aweze kumlea yeye mwenyewe huyo mtoto. Siku inayofuata Akram anarudi zake nyumbani baada ya kutoka kushangilia London Derby, yani Chelsea pamoja na Arsenal. Alikuwa njiani kurudi nyumbani, alisogea katika maeneo fulani vya makaburi, lakini kuna watu wawili walimfuata na pale pale wakampunja shingo yake, yani walimuua mazima. <laughs> Wakati huo Samia na kuzake mgahawani, anafurahia sana kutoa huduma bora. Anasogea mpambe na kumwambia kwamba mekuja kumwona Azim. Alimwambia Samian kwamba kaka zake na Soika wameweza kumuua Akram na wamemsamehe yeye, ila wamempa sharti la kuondoka kabisa katika mji huo. Samian alitaka funguo za saluni, kwa maana Azim aliambiwa ahame mji, na kitu ambacho Azim alikuwa na kiogopa zaidi ni Samian kuliko chochote kile. Samian pia hakuridhika na kauli za kaka wa Soika, hivyo alimtaka aende, yeye atajua nini ambacho ataweza kukifanya. <laughs>

Samian alipouliza kuhusu Stefan, Nikolai alijibu kwamba tayari ameshakabiliana naye, yaani tayari ameshamtanguliza ahera madukani zamani sana. Baadaye ameshuka kuungana na Kirili ambaye alikuwa chakali. Kidili alisema kwamba baba yake anataka achore tatuu ya nyota. Nikolai alikubali, lakini Kidili akabadili mawazo na kusema kwamba hiyo ilikuwa ni idea yake Nikolai kupata mchoro wa nyota. Baadaye wanafamilia kadhaa wa vigenge vya mafia wakasogea mgahawani na walipokelewa na Samian, huku Nikolai akiwa mbele yao bila ya chochote zaidi ya boksa yake tu. Wale wazee wakataka aelezee kila tatuu yake na tukio la kihalifu ambalo aliweza kulifanya. Nikolai alielezea na waliporidhia wakamchora tatuu kama kumbukumbu ya wazazi wake na kumkaribisha ndani ya chama. Sasa siku inayofuata Azemu amekutana na Nikolai katika eneo la kuogea na walitaka kuongelea isho fulani hivi. Alitaka waongelee huko, maana ndio eneo salama kwake I will tell you when I return from the bathroom. You will see the stars there on his chest. Lakini kumbe bwana Azem alipanga kummaliza Nikolai kutokana na chuki zake binafsi <coughs>

Baada ya vita ile Nikolai aliwaishi hospitalini. Sasa ana alishindwa kabisa kujua huyu jamaa ni nani, maana mwili wake ulija tatu na mashimo ya majeraha. Ana alijaribu kumuulizia kama anajua alipo mjomba wake Stefan. Jamaa alijibu kwamba Samian alitaka nimue kabisa Stefan, lakini sikufuata oda yake. Kwa hiyo Stefan nilimpeleka nje ya mji kidogo, katika eneo salama na nimetaka akae huko kwa muda kidogo, mpaka mambo yatakapoka sawa. Mapokezi amekuja yule askari aliyogundua mwili wa Soika. alitaka ruhusa ya kuongea na Nikolai kwa siri mno. Hapa tunagundua kwamba Nikolai ni M15 agent na alikuwa katika mission maalum kwa kipindi chote hicho, kwa hiyo alisaidia kukamata walifu kwa siri mno ili aweze kuwa karibu na Samian. Upande wa pili Kirili yuko busy anacheza na mpo wake. Sasa ndo anakaa vizuri, anagundua polisi wameweza kuwatembelea kupitia CCTV camera. Kirili alimuona baba yake baada ya polisi kuondoka, alipouliza Samia na alieleza kwamba walikuja hapo kufuata sampo ya damu tu. Kile kitendo kiliwacha wote wazi njia panda, yaani baba na mtoto. Baada ya ana kumaliza shifti yake, anashtuka kumwona Kirili kwenye lifti akiwa na begi la mtoto.

Wiki kadhaa baadaye tunamwona Stefani na Helen wakiandaa meza, huku Anna akiwa mlezi halali wa Kristina, na waliishi maisha ya furaha na amani baada ya Simian kuweza kukamatwa na kufungwa jela kwa kosa la kumkatili Tatiana, yani kuweza kumwingilia bila ridhaa, huku akiwa na umri mdogo kabisa.